Ujenzi huu wa shule ya sekondari Kintandaa unahusisha ujenzi wa majengo mbalimbali yakiwemo madarasa nane na ofisi mbili za walimu, jengo la utawala, maabara ya kemia na biolojia, maabara ya fizikia, maktaba, chumba cha tehama, matundu matano ya vyoo vya wavulana, matundu sita ya vyoo vya wasichana, kichomea taka na tanki la maji la ardhini hali ya utekelezaji wa mradi. Mradi huu wa ujenzi wa shule ya sekondari ya kitandao ulianza rasmi tarehe 30 mwezi wa 10 elfu mbili na ishirini na nne. Mpaka sasa jumla ya fedha zilizotumika ni milioni mia tano na moja laki moja na thelathini na mbili elfu mia tisa sitini na tano na senti sabini na tano. Asilimi, asilimia ya utekelezaji ni asilimia mia moja. Hakuna kilicho baki. Jumla ya fedha yote iliyotengwa kama nilivyotaja hapo awali ni milioni 544 laki 225,626 ambacho mpaka sasa kilichotumika ni milioni 501 laki 132,965 na senti 75. Asilimia ya utekelezaji kwa ujumla ni 92. Kiasi kilichobaki kwenye akaunti ni milioni 43 na sitini na senti ishirini na tano. Nichukue nafasi hii kuwapongezeni kwa kazi kubwa mlioifanya, hasa wenzetu na serikali. Kazi hii imekuja hivi karibuni, lakini kwa sasa aliopita mwezi wa pili mwaka mm, jana kule akirudi hapa anaweza akapotea kwa sababu majengo yameota kama uyoga, na hii ni kwa sababu Mheshimiwa Rais ameamua kufanya kazi karibu na wananchi lakini kaamua kufanya kazi kwa ajili ya kuleta maendeleo hasa elimu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongezeni kwa kazi mlioifanya. Lakini nimeona ushiriki wa wananchi hapa ni mdogo sana. Sijui tatizo ni nini? Sababu nimeona kuna vitipa vi lori 30 nadhani. Sijui lori sijui ni kokoteni zile. Kwa hiyo shida ni nini? Kwa sababu miradi hii inavyoletwa inaletwa kwa wananchi. Katika kuletwa kwa wananchi, wananchi na wao wanapaswa wajitolee kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais <coughs> na za serikali. Kama mradi utaletwa hapa wananchi wa kawaida tusishirikiane, ina maana tayari hatuungani na Mheshimiwa Rais kuleta maendeleo. Maendeleo hu ni ombi wa viongozi wangu wa serikali ngazi ya kata, chama, miradi hii inavyokuja lazima tuiunge mkono kuleta nguvu kazi. Wakija nguvu kazi, wanaongeza jitihada za kupunguza gharama ya fedha ambayo vitu vingine tungenunua. Nimeona kule marumaru hajakamilika, lakini kazi bado inaendelea kusuasua, huku inawezekana kwa sababu ya changamoto ya kazi, zote zinahitaji fedha. Kwa hiyo niombe viongozi wetu, fedha hizi haziji zilizokamilika kwa kumaliza miradi, zinakuja zinahitaji kusapotiwa na nguvu ya wananchi. Kwa hiyo niombe wananchi na nyinyi mlioshika dhamana hakikisheni kwamba tunaunga jitihada ya fedha ya mheshimiwa rais, ili kazi yetu iwe bora zaidi. Inaweza ikafikia mahala fedha hii ikakwama, kwa sababu baadhi ya kazi zenu bado zinaendelea, bado vyoo havijakamilika pale, bado vitu vingi havijakamilika. Inawezekana vikafika mahala vikafeli kwa sababu fedha yote ikaingia kwenye manunuzi, fedha yote ikaingia kwenye malipo. Kwa hiyo ninyi viongozi na ninyi wananchi mnapaswa hivyo. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru kwa ujio wako kwa namna ambavyo umetoa maelekezo Ninakubali na nakiri kwamba maelekezo hayo yote tutafanyia utekelezaji na tutahakikisha kwamba, tutahakikisha tusimamie kila kipengele ambacho umekitolea maelekezo. Mheshimiwa kiti, ninayo kila sababu ya kumshukuru rais wetu wa nchi kwa namna alivyoweza kuletea fedha nyingi milioni 544 kwa wakati mmoja, na zikawa zimetusaidia, zimeondoa adha ya changamoto kubwa ambayo tulikuwa tunakabiliana nayo. Wanafunzi wetu wengi walikuwa hawaendi shule, wengine walikuwa wakianzisha wanaacha, kutokana na umbali wa sekondari, lakini kwa sasa Changamoto hiyo imeshatatuliwa. Kwa hiyo ni kushukuru sana Chama cha Mapinduzi, ni kushukuru sana pia wewe kwa namna ambayo muda wote ulikuwa unapiga simu kuuliza maendeleo ya koje.